Kwa majina naitwa Miriam Wakio. Uh, niliweza kunywa soda ya, ya, ya brand ya Coca-Cola na kwa kukunywa hiyo soda nikapata code. Uh, ya code ambayo ilikuwa hapo then nikaituma kwa kwa 40111 na nilipotuma uh, mara nilituma nyingi tu, si moja, nituma nyingi tu yeah, mara kwa mara nilikuwa na, napata bundles, alafu uh, baadaye ndio nikaweza kuwa mshindi wa uh, hii milioni moja. Najisikia vizuri sana, siku tazamia kama naweza kuwa mshindi, kwa hivyo nafurahia sana na pia nashukuru uh, Coca-Cola kwa ajili ya nafasi hii na kwa ajili ya kutoa hii competition kwa hapo, ndio nimeweza kuibuka mshindi. Mashindano haya ni ya kweli kabisa, kwa sababu hata mimi mwenyewe sikuwa nimeamini at first, lakini nilipotumia soda, niliponunua soda hizo za brand ya Coca-Cola na nikakunywa mara kwa mara nikawa naweka ile code, nil, nil, niliebuka mshindi kupitia hapo. Na kando ya kuebuka mshindi wa kupata hiyo milioni moja, nafikiri nimeongea hapo awali nikasema nimekuwa nikipata bundles ambazo pia zimekuwa zikinitumia, nimekuwa nikizitumia kufanya kazi mbalimbali mbali. and uh, we are gathered here to honor our one million shilling winner Miriam. She is the first winner in Coast, but the sixth in the country.

the way the pro the campaign is there that you can at least win something out of this campaign so uh, consumers wanapata wanapaswa kununua soda yenye ni 300 ml glass three uh, that is Coca Cola, Fanta orange, pineapple, uh, black currant, Sprite, mention them, yenye iko na crown. Kwa crown iko na mstari ya yellow chini yake iko na namba ukishafungua hiyo uki, namba unatuma kwa 40111. Ukishatuma kwa SMS unaweza ibuka kwa mshindi. Kuna msh, kuna zawadi tofauti tofauti kuna data bundles uh, kuanzia 50 bob, 100 bob, 1000 uh, na kuna cash 10000 shilingi 100, shilingi 500 uh, laki moja, elfu hamsini, mention them. Na grand prize ni milioni moja. Kwa hii milioni moja haijaanza coastal peke yake huu um, mshindi wa coastal ni mshindi wa, wa sita wenye, wa kwanza ku, walitokea kwa county tofauti tofauti. Kuna mwenye alitokezea Kisumu, kuna mwenye alitokezea Baringo, mention them county zote saizi wa, wa sita, wa wina wetu wa sita, ametoke, ameibuka kutoka coast. Mtu asikufe moyo, hatungejua leo Miriam angekuwa mshindi wetu wa milioni moja. Mtu asijaribu kuvunjika moyo, ni bahati nasibu, inaweza angukia wewe kuwa mshindi wetu wa milioni moja kesho. You never know, so we keep on trying, keep on playing the game Tuma tume hiyo code, code usi, msikufe moyo, lazima tupate mshindi wetu wa pili pia wa, wa, wa milioni moja. So kama hutaebuka kuwa mshindi wa milioni moja, lazima utaebuka kuwa mshindi wa uh, credit utaebuka kuwa mshindi wa cash money yenye ni 10000 shillings, kuna uh, 5000 shillings, kuna elfu moja, kuna elfu kumi, kuna laki moja. Tuendelee kuparticipate kwa huu mchezo.